No Yamal, no Ballon d'Or. No Dembele, no Ballon d'Or. Ebana, vita ya Ballon d'Or inazidi kuwa ya moto kweli kweli katika mitandao ya kijamii. Maneno ni mengi sana ndugu zangu. Watu wanaopewa priority kubwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu ni Lamine Yamal, mal nyota wa timu ya taifa ya Spain, anayekipiga katika klabu ya FC Barcelona pamoja na nyota wa Ufaransa Osman Dembele anayekipiga katika klabu ya Paris Saint-Germain, PSG. Yaani wa Katalunya wanakwambia no Yamal, no Balondiol, huko Paris ni no Dembele, no Balondiol. E bana, ukipita katika mitandao ya kijamii kila mtu ana lake la kusema. Leo tena bana, Cristiano Ronaldo naye ya ametoa yake ya moyoni kuhusu Balondiol. Aliulizwa na waandishi wa habari akasema, kwamba kwa upande wangu, mtu yoyote anayeshinda Ballon d'Or lazima awe mchezaji ambaye amebeba ubingwa wa UEFA Champions League. Sasa watu wakamkumbusha ndugu Cristiano Ronaldo mwaka 2013 alipobeba Ballon d'Or, wakamkumbusha kuwa hakuwa amechukua ubingwa wa UEFA Champions League. Sasa iweje leo alete ushauri wa kusema kwamba anayetakiwa kubeba Ballon d'Or anatakiwa awe amechukua Champions League. Sasa baada ya kauli hiyo ya Cristiano Ronaldo ya kusema kwamba mtu ambaye anatakiwa kushinda Ballon d'Or anatakiwa ameshinda UEFA Champions League, mchezaji wa zamani wa klabu ya Bayern Munich Mfaransa huyu Frank Ribel ebana ameamua kumripua Cristiano Ronaldo. Ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, ukipita katika Insta story yake ameandika, so you need to win the Champions League to win the Ballon d'Or, alafu akaweka kicheko kwamba kwa hiyo unahitajika kushinda Champions League ndio ushinde Ballon d'Or? Anauliza afu anacheka. Kama unakumbuka huu jamaa Frank Ribel katika mwaka 2013, na alimaliza nafasi ya tatu katika mbio za kuwania tuzo ya Ballon d'Or akiwa nyuma ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, na Cristiano Ronaldo ndiye aliyefanikiwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or wakati huo. Frank Ribel alikuwa ameshinda UEFA Champions League, alikuwa pia ana Bundesliga na alikuwa na taji lingine kama sikosei, memba hilo taji, lakini alikuwa kama na mataji matatu hivi, na aliweza kuibuka pia kama mchezaji bora wa UEFA katika kipindi hicho, lakini Ballon d'Or ikawa imeenda kwa Cristiano Ronaldo katika kipindi hicho, Cristiano Ronaldo ambaye hakuwa na taji lolote kubwa, hakuwa na UEFA Champions League wala hakuwa na La Liga santana so, Jamaa amekumbusha machungu, akaamua tu kucheka. Nakuambia ndugu yangu, kou, kipindi kile ulichukua tuzo kwa makosa, amekuaje? <laughs> As you know, binadamu tumeumbiwa kusahau, kou, Cristiano Ronaldo alishasahau kama elfu mbili na kumi na tatu alikula zake Ballon d'Or bila tuzo yoyote, bila kombe lolote la UEFA, ebana eh. Kylian Mbappe ametoa maoni yake kuhusiana na tuzo ya Ballon d'Or. Amesema kama ni kura, basi nitampa Ousmane Dembele kwa ajili ya Ballon d'Or. kama tunazungumzia kuhusu Lamine Yamal na Dembele, basi nachagua Dembele, kura yangu ipo wazi. So vita bado ni nzito kweli kweli, vita ya Ballon d'Or ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano vita ni nzito kweli kweli huku Lamine Yamal, huku Osman Dembele, wengine Mo Salah, wengine Rafinha, vita ni nzito kwelikweli. Lakini, lakini unajua, all in all Ballon d'Or imekuwa kitu surprise kila mwaka, kila mwaka tumekuwa tukikutana na surprise nyingi sana katika tuzo za Ballon d'Or. As you know Ballon d'Or bado muda wake, lakini kampeni zimeanza mapema kwelikweli. Ballon d'Or huwa inatolewa mwezi wa tisa so endelee kusubiri, tuendelee kutazama, lakini pia kumbuka Ballon d'Or huwa inaangalia mashindano yote, so hata hizi mashindano za kitaifa hizi mashindano ambazo labda UEFA Nations League bado pia kwenye Ballon d'Or huwa zinaongeza credit kwa mchezaji kama mchezaji. Na kesho tunaenda kushuhudia mechi ya fainali, fainali ya UEFA Nation League ambayo inakutanisha Portugal kina Cristiano Ronaldo, Ureno dhidi ya Uhispania, Spain national team kina Lamine Yamal. E bana e? Unahisi nani atashinda katika huu mchezo? Na vipi navipi kuhusu Ballon d'Or mwaka huu, unampa nani? Kama ungekuwa na nafasi ya kutoa kura, unaweza kupiga kura ya Ballon d'Or, ungeweza kumpa kura mchezaji gani kati ya Lamine Yamal na Osman Dembele ama Mosala, ama Rafinha. Ungeweza kumpa nani Ballon d'Or? Kumbuka, Ballon d'Or ina mchakato mrefu kweli kweli katika upatikanaji wake. Niambia hapo kwenye koment, wewe kama wewe kama ungepewa nafasi ya kutoa tuzo ya Ballon d'Or katika mwaka huu kati ya Lamine Yamal na huyo Osman Dembele, ungeweza kumpa nani? Drop your koment hapo kwenye koment. Hapa ni Supa 12 ya Dino Television. Endelea kutufolo ili wa kwanza kupata updati stori zote za kimichezo, hakikisha umesubscribe youtube chaneli yetu ya Dino Television. Asante. No Yamal no Ballon d'Or, no dembele no Ballon d'Or, ebana! Vita ya Ballon d'Or inazidi kuwa ya moto kweli kweli katika mitandao ya kijamii Maneno ni mengi sana ndugu zangu, watu wanaopewa priority kubwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu ni Lamine Yamal, nyota wa timu ya taifa Spain, anayekipiga katika klabu ya FC Barcelona, pamoja na nyota wa Ufaransa Osman Dembele, anayekipiga katika klabu ya Paris Saint-Germain PSG. Yaani wa Katalunya wanakwambia no Yamal no Ballon d'Or, huko Paris ni no Dembele no Ballon d'Or ebana. Ukipita katika mitandao ya kijamii kila mtu ana lake la kusema. Leo tena bana, Cristiano Ronaldo naye ya ametoa yake ya moyoni kuhusu Ballon d'Or. Aliulizwa na waandishi wa habari akasema kwamba kwa upande wangu, mtu yeyote anayeshinda Ballon d'Or lazima awe mchezaji ambaye amebeba ubingwa wa UEFA Champions League. Sasa watu wakamkumbusha ndugu Cristiano Ronaldo mwaka 2013 alipobeba Ballon d'Or, wakamkumbusha kuwa hakuwa amechukua ubingwa wa UEFA Champions League. Sasa iweje leo alete ushauri wa kusema kwamba anatakiwa kubeba Ballon d'Or na atakiwa awe amechukua Champions League? Sasa baada ya kauli hiyo ya Cristiano Ronaldo ya kusema kwamba mtu ambaye anatakiwa kushinda Ballon d'Or anatakiwa ameshinda UEFA Champions League mchezaji wa zamani wa klabu ya Bayern Munich, mfaransa huyu Frank Ribel ebana ameamua kumripua Cristiano Ronaldo. Ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, ukipita katika Insta story yake ameandika so you need to win the Champions League to win the Ballon d'Or, alafu akaweka kicheko, kwamba kwa hiyo unahitajika kushinda Champions League ndio ushinde Ballon d'Or, anauliza afu anacheka kama unakumbuka huu jamaa Frank Ribery katika mwaka 2013 na alimaliza nafasi ya tatu katika mbio za kuwania tuzo ya Ballon d'Or akiwa nyuma ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, na Cristiano Ronaldo ndiye aliyefanikiwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or wakati huo. Frank Ribery alikuwa ameshinda UEFA Champions League, alikuwa pia ana Bundesliga, na alikuwa na taji lingine kama sikosei Aronli memba hilo taji lakini alikuwa kama na mataji matatu hivi, na aliweza kuibuka pia kama mchezaji bora wa UEFA katika kipindi hicho, lakini Ballon d'Or ikaa imeenda kwa Cristiano Ronaldo katika kipindi hicho.